Kwenye mkumbo ambao sisi hautuhusu, kwa hiyo si hivyo, ndugu yangu. Lakini katika huu mchezo tunaoelekea, kila mchezo unaojua wewe duniani lazima kuwe kuna underdog na favorite. mchezo wote, yani mnapocheza, unajua huu, huu, huu, ni underdog huyu ni favorite. Kimchezo huo, Simba Sports Club ni ni favorite. Almasiri ni underdog ina? Lakini, hey, ha -ha. Kwa nini hivi ninapokuambia, lakini hii ni kichinjio, kwa hiyo hichi hapa hi hi hi hey. Unaweza unamgeukia jirani wako, yeah. Mtani wako anamwambia, mtani, hii unayo? Akisema ninayo, namwambia hey, hapa yeah, yeah. Hapa hii, hey, hapa unamwambia mtani, hii yeah. Unayo, mzee wa saluti huyo, hapa akisema ninayo, namwambia hiyo yako ya kwenda wapi? Eh hey, lakini hapo atakosa jibu, yeah. Lakini mimi nitakwambia hii ninayo, na hii ni ya kwenda Misri. Tuzungumze kiufundi, kwa sababu katika mpira kuna kuzungumza mitazamo ya aina tofauti. Kuna mitazamo ya kishabiki na mitazamo ya kiufundi. Kiufundi uh, hizi timu zote ni timu kubwa, lakini uh, Simba na hawa Almasri, tuangalie Simba imezaliwa mwaka gani? elfu moja mia tisa thelathini na sita. Lakini hawa Almasri e, wamezaliwa elfu moja mia tisa ishirini na saba kama sijakosea, kwa hiyo Yaani, ile foundation, hii ni timu kongwe kuliko Simba, Almasri. Nadhani tunapopambana nao, watakumbuka watacheza na wachezaji watatu ambao hawa wameshapambana nao kipindi hicho. Mohamed Hussein Zimbo Junior alikuwepo, lakini alikuwa sio mtu wa kwanza kipindi, e, uh, hicho, alikuwa beki mmoja anaitwa Asante Kwasi. Yes, lakini watamkuta Manula alidaka mechi ya hapa na pia sasa hivi yupo lakini pia watamkuta Mdhamiru Yasin Saidi Selemba yupo, na mwingine ni Fabrice Luamba Ngoma ambao hakuwepo Simba ila Almasri baada ya kumtoa Simba alienda kukutana na Raja. Na mtazamaji wa SFTV tuko naye Mzee wa Saluti hapa kuzungumza naye mawili matatu kwa zaidi. Eh, kama ambavyo tunafahamu Wekundu wa Msimbazi Simba wana kibarua kikubwa kabisa cha wakilisha nchi kwenye michuano ya kimataifa kuna kwa kombe la shirikisho barani Afrika, na siku ya tarehe mbili watakuwa pale nchini Masri kukabiliana eh, na Al Masri eh, ambao sio wageni kwenye macho na masikio ya Tanzania, kwani kuja hapa katika ardhi ya Tanzania na Simba pia, mmeshawahi kwenda mara nyingi sana, lakini mkakutana nao, lakini pia mkikutana Zamalek eh, mshakutana nao pia. Wa alaikum salamu warahmatullahi wa barakatu, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema e, hatimai leo tumekutana tena. Karibuni karibuni karibuni sana na, yes. A, Ramadhani inaenda njema e, kama kawaida ya imani yetu tunaenda vizuri e, tunakamilisha kutokana na nguzo ambazo Mwenyezi Mungu alizotuwekea alizo, na hakuna kumlaumu mtu, bali haya ni majukumu na uwajibu kama wajibu wa binadamu au mwenye imani kama ya kwangu kutekeleza jambo hilo. Kwa hiyo tuko vizuri, ndugu yangu, siku zimekaribia, namna ambavyo unacheza kwenye akili zenu, mchezo ina labda, kwa namna ambavyo Uh, of course uh, mchezo ni mgumu japo, e, katika taswira fulani, e, unaweza ukasema kwamba ni mchezo wa kawaida, ila mchezo ni mgumu na maandalizi yameshaanza, kama unavyoniona mkononi hapa hapa, hichi ni uh, e, kichinjio, e, kwa hiyo hichi hapa yeah. unaweza unamgeukia jirani wako, mtani wako, namwambia mtani, hii unayo akisema ninayo, na mwambi... hey, hapa hey, hapa hii hapa hey. Unamwambia mtani hii hey, unayo? Mzee wa Saluti huyo hapa yes. Akisema ninayo, namwambia hiyo yako ya kwenda wapi? E, e, lakini hapo atakosa jibu yeah. Lakini mimi nitakwambia hii ninayo, na hii ni ya kwenda Misri. Kwa hiyo na nafanya kila linalowezekana, najaribu e, kufanya jitihada zote e, ili nami niende niende nikaishuhudie kwa sababu mm. Hey, of course Simba ni timu yangu ya maisha. Kama nina uwezo wa kwenda nitajaribu kuongea na wadau, uwezo wangu ukiwa mdogo, wadau na wadau wengi eh, Arafati eh, Abdallah Hamisi kutoka Dubai bwana huyu huyu. Arafati Abdallah Hamisi, hapana Arafati ni maji ah, hapana, na mtu anaitwa Arafati Abdallah Hamisi yuko Dubai pale. Nikiweka simu moja bwana, na game ya Misri, ndugu yangu, hebu fanya jambo, Mungu anaweza akajalia na kama unavyojua mimi uh, yes, uh, ni msemaji wa Simba vipa yes of course uh, na uh, nimewapa uh, concern jamani uh, uh, uh, kuna uh, game uh, hii hapa, twendeni kama tutashindwa tutume uh, uh, mwakilishi. Mwakilishi na mwakilishi bila shaka anajipigia chapuo mwenyewe uh, <laughs> tuka tuka support team. Yawezekana nimeshaenda sehemu mbalimbali kuishuhudia Simba, Simba. Simba. Nienda Nyasa Big Bullet Malawi, Malawi. Eh, kule Bingu Lilongwe nikatoka nimeenda Zambia, Zambia of course Uganda yeah, kwa hiyoyo. Lakini nadhani nikifanikiwa zaidi kwa adhma yangu ninayoitaka, hii ndio itakuwa safari yangu ya masafa marefu, na, na ninaamini nita, nitafanikiwa. Lakini tukija kwenye mchezo, tuzungumze kiufundi, kwa sababu katika mpira kuna kuzungumza mitazamo ya aina tofauti. Kuna mitazamo ya kishabiki na mitazamo ya kiufundi. Kiufundi uh, hizi timu zote ni timu kubwa, lakini uh, Simba na hawa Almasri, tuangalie, Simba imezaliwa mwaka gani? Elfu moja mia tisa thelathini na sita, lakini hawa Almasri e, wamezaliwa elfu moja mia tisa ishirini na saba kama sijakosea. Kwa hiyo yaani ile foundation, hii ni timu kongwe kuliko Simba lakini katika huu mchezo tunaoelekea, kila mchezo unaojua wewe duniani, lazima kuwe kuna underdog na favorite. Mchezo wote yani, mnapocheza unajua huu, huu, ni underdog huyu ni favorite. Kimchezo huo Simba Sports Club ni, ni favorite, Almasri ni underdog. Kwa nini ninapokuambia hivi? Lakini haimaanishi kwamba underdog hawezi akafanya nini, hawezi akashinda mechi, haimaanishi hiyo. Wala haiwezi hawezi akafungwa, hawezi akadro, yote yanaweza yakatokea, lakini nikupitisha zaidi kiufundi kwamba uh, tukikompea hivi vilabu viwili Simba ana priority kubwa sana ya kushinda mchezo huu kwa sababu hizi. Na kupa sababu nne au tano. Sababu ya kwanza, sababu ya kwanza ni timu tishio zaidi Afrika katika kombe la kimataifa. Simba ni kubwa kuliko almasri kwa timu tishio na Afrika. Kwa nini nakuambia hivyo? Simba imekuwa ni katika mashindano ya kimataifa ni kama mara ya sita imeingia robo fainali ye. Yes, lakini almasri nikikwambia wewe almasri ingia robo lini utaitafuta, tangu elfu mbili sijui na ngapi kumi na nane huko ndio imekuja kutokea sasa hivi. Kwa hiyo itakuonyesha kwamba Simba kwa sasa hivi ni tishio kuliko Almasri. Hiyo ni sababu moja wapo. Sababu namba mbili e, ukiangalia katika e, tunasema tunasema uh, ranki za CAF kwa sababu duniani, baba wa mpira duniani anaitwa FIFA, baba wa mpira Afrika anaitwa CAF. Kwa hiyo CAF ndo anakaa ana set standard kwamba huyu nimweke namba ngapi, huyu namba ngapi, huyu namba ngapi. Simba Sports Club ni club namba sita Afrika. Lakini ukiangalia kwa Almasri haipo hata e top 10 za Afrika. Kwa hiyo hapo inaweza kwa kuonyesha kwamba Simba bado mzani wake upo upo juu zaidi, hilo la pili. Lakini cha tatu aa, kwa sasa aa, Simba katika ligi yake katika ligi yake ni mtu ambaye anayepigiwa chapuo kuchukua kombe, lakini ni mtu wa pili lakini bado eh, kwenye msimamo ligi bado inaendelea. Kwa hiyo ana uwezo wa kuchukua kombe katika ligi yake, ambapo Al Masri kupigiwa chapuo kuchukua kombe hiyo ni ngumu sana, maana labda pale umtoe kwanza Zamalek, unamtoa Pyramid, unamtoa Al Ahly alafu ndio unapata Al Masri. Kwa hiyo kuvitoa hivi vilabu vitatu alafu kumweka Al Masri kidogo itakuja uh, inakuwa ina ina ugumu fulani unaona, lakini kitu ambacho naingia kwa tahadhari kubwa kwa hawa Almasri, naingia kwa tahadhari mbili. Tahadhari ya kwanza, ligi ambayo yuko huyu Almasri ni ligi namba moja Afrika, hilo halina ubishi kama tunavyojua eh, kuna ligi zile kubwa unakuta namba eh, moja huko eh, Egypt wana ligi nzuri manake, katika nchi ambazo ligi ambazo zinavutia na zina intensity hali ya juu, huwezi ukakosa kuhitaja huko e, Egypt, e, Morocco, Algeria na Tunisia, huwezi ukakosa kuzitaja. Lakini aa, kwa sasa hivi ligi yao ni ligi namba moja. Kwa hiyo naenda kupambana na mpinzani ambaye ligi yake ni ligi namba moja. Sisi sijui ni ligi namba takriban ligi namba tano, sijui na, na, na, namba sita. Unajua kuna watu wanatofautisha watu yeah, wanasema ligi yetu ni namba nne. Kuna shirikisho na shirika, yani kuna shirikisho ndo linatambua na, li huyu namba moja, huyu namba mbili, namba tatu, alafu kuna shirika hiyo wanaitwa if nini nini, hilo ni shirika. Kwa hiyo shirika ndo lilitupa sisi ni ligi yetu namba ngapi? namba nne ila shirikisho halijasema hivyo, sijui kama tunaelewana. Ni madini ambayo utayapata kwa washabiki wa Simba, napo ni kwa mzee wa saluti peke yake. Hapa utapewa data na fact. kwa hiyo naingia kwa tahadhari hiyo ya kwamba hawa ligi yao ni namba namba moja Afrika, kwa hiyo ni mpinzani mgumu, alafu hata katika in term of investment hawa wako juu zaidi, wana msudi wa kifedha kwa maana kwamba e, wanaweza kawa na ndege yao wanaenda kuangalia mechi kurudi, lakini sisi huwa e, na ndege yetu, inakuwa inakuwa ngumu. Kwa sababu gani inakuwa ngumu? uwekezaji bado hauna ule wa waku, kutosha e, ndege mpaka e, t, e, msaada tuombe serikalini hivi na hivi, ili mambo yaende. Kwa hiyo in term of investment yawezekana na sio yawezekana, wale ni kama wametu wametuacha, kwa sababu kwao mtu kulipwa mshahara e, milioni hamsini ni vitu vya kawaida sisi, milioni hamsini, wachezaji nadhani ni wakutafuta. Inawezekana Tanzania nzima kwa wapata wawili au mmoja, yes. Kwa hiyo ni hivyo, hilo ni kitu ambacho, tahadhari ya kwanza. Tahadhari ya pili, huyu Almasri ameshawahi kucheza na Simba Sports Club elfu mbili kumi na nane na akanitoa, si kwa kunifunga, ila kwa sheria na kipindi anachonitoa hiyo elfu mbili kumi na nane ni pale ambapo Simba ilikuwa sasa inaanza uh, geography wanasema uh, rejuvenation, inaanza kujifanya nini, kuj, kuj, yani kama kurudi katika ule ufalme wake baada ya Modeu kufanya nini, kuwekeza. Unaona, kwa hiyo alitukuta, e, Simba ile ambayo ndio inaanza kufanya nini, kujijenga katika mifumo ya kimini ya kimataifa. Na ndio maana baada ya pale kutolewa na Almasri uliona mwaka unaofuatia, unaofuatia, unaofuatia imekuwa ni ni desturi yetu, na nakumbuka kikosi hicho Almasri, nadhani tunapopambana nao watakumbuka, watacheza na wachezaji watatu ambao hawa wameshapambana nao kipindi hicho. Mohamed Hussein Zimbo Junior alikuwepo, lakini alikuwa sio mtu wa kwanza kipindi e, uh, hicho. alikuwa beki mmoja anaitwa Asante Kwasi. Yes, lakini watamkuta Manula alidaka mechi ya hapa na pia sasa hivi yupo lakini pia watamkuta Mdhamiru Yasin Said Selemba yupo, na mwingine ni Fabrice Lwamba Ngoma ambao hakuwepo Simba ila Almasri baada ya kumtoa Simba alienda kukutana naalienda kukutana na AS Vita Club nusu fainali akatolewa kwa huku nani huku nne, ambapo walifunga Jeni Makusu Mundele Kazadi Kasengo, Nelson Munganga kama sija kama sija sahau Data zipo ndugu yangu, no na maana nakumbusha. Kwa hiyo Almasri hapa ataona kwamba kuna wachezaji wanne ambao sisi tulicheza nao, inabidi ina twende nao. Kwa nini? Kwa tahadhari zaidi. Hilo ni la kwanza, lakini sisi pia hapa tunafuatilia, mimi binafsi huwa nafuatilia, japo si kwa karibu sana, jinsi Almasri inavyocheza. Kuna forward wao mmoja anaitwa bo, bo, sijakosea bol, bol nini sijui. Eh, nikikumbuka zaidi nitakwambia bwana, yule forward ni mwiba yes. Kwa hiyo in, in short Simba twende kwa tahadhari. Maana yake hii mechi inayokuja ni kwamba tunaenda kulipa kisasi, kwa maana ile mechi iliyopita ilitoka mbili mbili, na nakumbuka kikosi: namba moja ilikuwa Manula, namba mbili Nicolas Jiang, namba tatu Asante Kwasi Nne wakina Juko Murshid e, tano na sita alicheza Kotei na na huyu ambaye yuko na Mungo e, Mungo huyo, beki ambaye yuko na Mungo Erasto Nyoni e, saba Kichuya e, alikuwepo huyu aliyotundika daruga juzi kati Emmanuel Okwi, yes, alikuwepo kwa hiyo sasa hivi inaonekana kama ni kikosi kipya. Kwa hiyo Almasri atakwenda kukutana na Simba ni mpya ambayo imetoka kwenye ufalme wake. Baadaye hapa katikati mambo hayakuwa mazuri, sasa hivi wana rejuvenate wanatengeneza kikosi chao, kwa hiyo watakutana na ile slogan ya ubaya ubwela, kwamba ubaya ubwela, japo tunatengeneza kikosi japo tunatengeneza timu tunataka yale malengo yote ambayo tuliyohitaji tuyafanye nini tuya, tuyakamilishe kwa maana kwamba bado Simba yupo katika mashindano yote ambayo waliyokuwa anapigia ana, ana, chapo kimataifa, yupo NBC Premier League, yupo CRDB Federation Cup, yupo na muungano. Nadhani tarehe ngapi yupo ishirini na ngapi, watapanga bila shaka mashindano yote yapo, lakini kwa watani zetu kimataifa chali. Kwa hiyo mtani wangu nikimwonyesha bwana unaichi hapa e, nayo wewe unaenda wapi? Mimi naenda Misri, na, na, na. Ay, ay, ay, ay, sasa hivi atulie kwanza atuombee dua, lakini pia washabiki wanachama, tuendelee kuipa sapoti timu yetu, lakini si hivyo tu, tuendelee kuwapa sapoti viongozi wetu ambao tulikuwa tunalia kwamba hichi kikosi kinatupeleka wapi lakini sasa hivi tunaona mwanga ule, kwamba hii hapa naiona ah, walau mwanga ambao nilikuwa na kikosi nachotaka kukiona ni hichi hapa. Kwa hiyo sala na dua e, e, tumeenda robo nyingi sana. Nadhani sasa hivi ni wakati wetu sasa wa kwenda nusu fainali hadi fainali, na imani nusu fainali ni Simba na Zamalek na imani, kwa sababu ukija ukiangalia Eh, Stellenbosch anapambana na Zamalek, unaangalia tu hata mzani wao, bado Zamalek ana mzani mkubwa, lakini siweki garantia asilimia mia kwamba mechi imeisha, hapana. Mimi na mifano mingi sana, mifano mingi ambayo katika mpira maajabu yalitokea mpaka watu wakashangaa, na mfano mmojawapo ambao waga wanawakumbusha ni mfano wa Barcelona na AS Roma. Barcelona kamfunga AS Roma goli tatu, kaja Nou Camp, Barcelona akakarusu la kwanza la pili la tatu. Na ambapo nikizungumzaga hiyo, namkumbuka Peter Drury. Mtu anaofunga goli la mwisho anaitwa Manolas, inapigwa kona, Manolas anapiga ndos, Peter Drury anakuambia Roma, I have risen from their ruins. Manolas, the Greek god in Rome, the unthinkable unfold before our eyes. Alafu wanasema this was not meant to happen, this could not happen, and this is happening. Barcelona extraordinary eight minutes from elimination. Kipindi hicho Barcelona kocha wao walikuwa anaitwa D Francisco, kamera inamwonyesha hivi, mtangazaji Peter Duri anasema D Francisco does not know where to go, yani haelewi aende wapi Iniesta ameshika nguzo iwe, mtangazaji anakuambia Iniesta does not know where to look, yani Iniesta haoni angalie wapi. Kwa hiyo hayo ni maajabu ambayo nimeyaona kwenye mpira. Kwa hiyo siwekani kwamba asilimia mia timu fulani imefuzu, huwa naacha eh, sehemu moja ya mpira, acha uongee eh, kutokana na football inapoongea uwanjani. Kwa hiyo asilimia kubwa Simba naiona ni timu ambayo inaenda kufuzu kwa mikakati ambayo hii niliyokupangia, lakini hata Zamalek naona hey, inaenda kufuzu ila sijazungumzia asilimia mia. Kwa hiyo washabiki na wanachama, tuendelee kuipa sapoti timu yetu, uh, tuendelee uh, kuwapa sapoti viongozi wetu. Lakini washabiki wa Simba na wanachama, tafadhalini, hili linaloendelea tulipige stop kwanza, tuseme jamani. Hapa inatosha, sasa hivi tuna mechi za kimataifa. Haya mengine tusubiri bodi waamue, tusiingie kwenye mkumbo ambao sisi hautuhusu. Kwa hiyo ni hivyo ndugu yangu.